ya kwamba madawa ya kulevya hayakubaliki ndani ya jiji la Dar es Salaam. Watano tuliowakamata na pamoja na dawa zao tumeshawafikisha sento, na wanaendelea na mambo yanayotakiwa, lakini wako ambao jina ni mengi sana, mtapitia nyinyi wenyewe. kuna mchafu e, kuna wengine wa kina Director John, kuna kina Mira, kuna kina Romi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 kuna kina Meki wengine hawa, wakina Betman tiari nimeshawatia mikononi mwa sheria. Kuna watu kama kina Recho, kuna kina Chidi Benzi, wote hawa wanawahitaji. Ni vijana wenzangu, nafikiri tutaelewana, tutaelewana vizuri. Sambamba na hivyo, kuna maeneo ambao wamepata leseni lakini wanafanya biashara na madawa yanaonekana yako kwenye hayo maeneo, watu wanatuambia huwa tunapata sehemu hizo. Sasa nawataka wa wamiliki nao kesho saa tano ni wakute Central wenyewe, wasipokuja mimi nitawafata, akiwemo umiliki wa George Dragon, akiwepo umiliki wa Element, akiwepo umiliki wa, wa Cuba barb. Cuba sio itwa cuba ubaba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 ni detective koplo naye ni miongoni wale watu watatu. Yuko anaitwa Dito yuko Mtonyama, mwingine alimaarufu kama Makomeo yuko Sabei, alimaarufu kama Grol yuko Kawe, alimaarufu kama Inspector Fadhili yuko Kinondoni, Steve Kinondoni, James naye yuko huko huko, pamoja na mtu mmoja anaitwa detective koplo Gwile. Hawa